Msaidizi wa mzee Rashdi alipokea taarifa kuwa Zawadi alifanikiwa kutoroka kule kwenye ranchi. Habari hizo hazikumfurahisha hata kidogo, uso wake ulijaa hasira, kisha akatoa maagizo kwa msisitizo: ni lazima Zawadi apatikane, na sasa huyo mtoto wake achukuliwe sasa hivi, tena kwa akili sana. Asubuhi hiyo hiyo vijana wawili walifika nyumbani kwa Zawadi wakiwa wamevaa sare za kampuni ya simu. Waliangalia geti na kugundua lilikuwa lijafungwa. Wakalisukuma taratibu, wakaingia ndani. Walitembea kwa kujiamini. Walipofika mlangoni, wakagonga. Amina akafungua mlango. Vijana wale walitazama kwa haraka huku na huko, wakitafuta walichokihitaji. Ian hawakumuona, mmoja wao akasema Mambo dada, sisi tunatoka kwenye kampuni ya simu Amina akawakaribisha. Wakiwa wamekaa wakajitambulisha vizuri, wakatoa vitambulisho bandia vilivyoonekana ni halisi kabisa. Amina hakuhisi shaka hata kidogo. Kampuni yetu imetoa promotion kwa wateja wapya, kwa hiyo sisi tunasajili laini bure kabisa. Ukishasajili unapata muda wa maongezi wa bure na bando la wiki nzima, na pia vifurushi vyetu vimeboreshwa kabisa. Wakiwa bado wanaeleza huduma zao, sauti ya Ian ikasikika chumbani akilia. Amina akasema samahani, ngoja nikamwangalie kwanza mtoto. Akaingia ndani akamchukua Ian, akamnawisha na kumbadilisha nguo vizuri, kisha akampa maziwa. Mtoto alipomaliza kunywa maziwa Amina alimbeba na kutoka naye nje. Samahani, nini jamani, sijui mmeshamaliza? Amina aliuliza na mmoja wa wale vijana akajibu, naona kulikuwa na hitilafu kidogo hapa, usajili bado hujakamilika. Njoo urudie kuweka tena kidole chako. Amina bila wasiwasi akasogea karibu na yule kijana akaanza kushughulika na simu. Wakati huo huo, kijana wa pili akamsogelea Ian, akampa pipi, akamchekesha akacheza naye taratibu, kwa ustadi wa mtu aliyepanga kila hatua taratibu, kana kwamba anamrudisha mtoto, akatoka naye kuelekea nje na moja kwa moja alielekea kwenye gari lao lilokuwa limepaki mita chache kutoka nyumba ya Zawadi. Mlango wa gari ukafunguliwa, mtoto akaingizwa. Yule kijana aliyekuwa amebaki aliendelea kuongea na Amina kwa ucheshi na utani kidogo. Haya mrembo, laini yako iko tayari sasa, hebu iweke kwenye simu. Amina alicheka akiwa hana hata chembe ya wasiwasi. Hakujua laini ile aliyokabidhiwa haikusajiliwa hapo walikuwa wamekuja nayo tayari. Kila walichosema kilikuwa ni uongo mtupu. Baada ya muda mfupi, kijana huyo naye akaondoka. Amina akaingia ndani akiwa na furaha, akaanza kumuita Ian, Ian, Ian uko wapi Ian? Lakini kukawa kimya, akadhani yuko chumbani kwa bibi yake akaangalia lakini hakuwepo. Akamwona Mama Patrick yupo nyuma ya nyumba anaanika nguo za mjukuu wake. Mama, iya ni yupo huko? Amina aliuliza kwa wasiwasi. Mama Patrick akashtuka, kwani ameshaamka? Amina akajibu ndiyo, ila si muda mrefu, nilikuwa naye kule mbele. Mama Patrick akaingia ndani haraka, wakakagua vyumba vyote, chooni, sebleni, lakini Ian hakuwepo. Wakatoka nje, kule bustanini, mahali anapopenda kucheza, lakini bado hakuwepo. Macho Yamina ya Amina yakatua kwenye kiatu kidogo karibu na geti, akakiokota na kusema, Mama, hiki ni kiatu cha Ian. Mimi mwenyewe nimemvarisha muda si mrefu. Mama Patrick akasema iani hawezi kufungua hili geti peke yake, lazima kuna mtu ametoka naye. Hapo ndipo akili ya Amina ikafunguka, miguu ikamlegea, akakaa chini, machozi yakimtoka, ni wale vijana wa kusajili laini mama oh, lazima ndio wamemchukua yani. Mama Patrick akabaki amesimama amechanganyikiwa kabisa. Zawadi hajulikani alipo, na sasa mjuku wake ametoweka. Akatoka nje kuangaza huku na huko, lakini hakuona kitu chochote, wala mtu ambaye angeweza kumuuliza. Mama Patrick kwa hofu, ikabidi aanze kuuliza kwa majirani wa karibu labda kuna mtu angaweza kuwa ameona kitu ama kumwona Ian. Akaelekea nyumba ya kwanza, akagonga geti kwa nguvu kidogo kuliko kawaida. Mlinzi akafungua, baada ya salamu Mama Patrick akauliza, samani, kijana wangu, namtafuta mjukuu wangu, labda amekuja huku ama kama umeona mtu aliyemchukua yule. Mlinzi akatikisa kichwa na kusema: Hapana mama, sijaona mtoto yoyote. Mama Patrick akaondoka na kuelekea haraka hadi nyumba ya pili. Safari hii geti likafunguliwa na mama wa nyumba hiyo. Mama Patrick akajieleza kwa haraka. Yule mama akamsikiliza kwa umakini, macho yake yakiwa yamejaa huruma. Mtoto sijamuona. Lakini kama una wasiwasi kuwa ameibiwa, ni vyema ukatoa taarifa polisi haraka. Hapo ndipo tumaini likazidi kupungua ndani ya moyo wake. Akaelekea nyumba ya tatu. Akagonga geti kwa haraka zaidi. Mlinzi akafungua. Kabla hata Mama Patrick hajamaliza kueleza, mlinzi akasema, Mtoto sijamuona ila kuna gari niliona limepaki pale muda mfupi uliopita, alafu likaondoka kwa kasi sana. Kwa liliondoka nahisi, kulikuwa na kitu hakiko sawa. Mama Patrick akauliza kwa haraka, ilikuwa ni gari gani hiyo? Mwanangu, ni Alphard nyeusi, ila sijaweza kuona vizuri namba zake. Baada ya kusikia hayo, akabaki amesimama kwa sekunde chache. Akaona dunia ikizunguka. Tumbo la kuhara likaanza kumshika huku mikono ikitetemeka. Wakati huo huo, Zawadi na Lusi walikuwa kwenye hatari kubwa. Gari walilokuwa wakilitumia lilikuwa likifukuzwa kwa kasi na gari la wale vijana wa Mzee Rashidi. Umbali ulikuwa umebaki kidogo sana, sekunde chache tu wangeweza tena kuangukia mikononi mwa wale watekaji. Lucy aliendesha gari kwa tahadhari, lakini alikuwa na hofu. Zawadi aligeuza shingo mara kwa mara kuangalia nyuma. Moyo wa Zawadi ulikuwa ukidunda kwa kasi, huku mikono ikitetemeka. Ghafla nyuma yao likatokea gari la polisi likiwafukuza wale vijana kwa honi na sailen kali. Vijana wale walipoona gari la polisi nyuma yao wakapaniki kabisa. Mpango wao wa kumkamata Zawadi ukayeyuka papo hapo. Akili yao ikahamia sasa kwenye jambo moja tu, namna ya kuwakimbia polisi. Walipofika mbele kidogo kulikuwa na barabara ndogo inayoingia kulia. Kwa haraka wakakata kona ghafla kuingia kwenye barabara hiyo. Gari la polisi likawafuata huko huko. Wale vijana wa Mzee Rashdi hawakujua, kumbe tangu wako pale kijijini wakimsaka Zawadi, polisi walikuwa wakiwafuatilia kwa siri bila wao kujua kabisa. Polisi walikuwa wakichunguza mienendo yao, wakisubiri wapate uthibitisho. Walipomwona Zawadi na kuanza kumfukuza waziwazi, ndipo wazi polisi wakaamua kuingia kazini rasmi na kuanza kuwafuatilia kwa kasi. Zawadi hakujua chochote kati ya hayo, alibaki amepigwa butwa, akili ikishindwa kuelewa kilichokuwa kinaendelea. Lakini ndani ya moyo wake alihisi kitu kimoja, sasa hayupo tena mikononi mwa wale watekaji. Hofu ilianza kupungua taratibu, macho yakajaa machozi ya shukrani, akihisi huenda huyu ni Aaron aliyeweza kumwokoa. Akajisemea moyoni, Ee Mungu wangu, bariki sana huyu kijana. Lucy akasema, Zawadi, leo tumeponea chupuchupu. Wale vijana watatu wa mzee Rashdi walipoona gari la polisi likiendelea kuwafukuza waliogopa sana. Barabara waliokuwa wanapita ilikuwa ni ile ya vumbi, ina mashimo mengi na mawe. Barabara ilikuwa ni mbaya sana, lakini wale vijana walikuwa wakilijua vizuri eneo hilo. Dereva akakanyaga mafuta zaidi na gari likazidi kwenda kasi sana, huku vumbi likitanda juu. Gari la polisi lilikuwa nyuma yao na kuona mbele ikawa ngumu kwa sababu ya vumbi jingi na mara gari la polisi likadumbukia kwenye shimo ambalo lilikuwa kwenye barabara hiyo ya vumbi. Dereva akajitahidi kuliondoa gari hilo hapo kwenye shimo, na wale vijana walipofika mbele wakaingia kwenye barabara iliyokuwa imejaa vichaka, na polisi hawakuweza kujua ni wapi wameelekea. Baada ya muda mfupi walilazimika kusimama, na polisi mmoja akasema, hawa leo wametutoroka. Na wale vijana waliendelea kuendesha hadi walipofika mbali, walipoona hakuna gari nyuma yao, wakapunguza mwendo. Mmoja wao akasema, aisee, leo tumeponea. Lucy na Zawadi walielekea moja kwa moja nyumbani kwa Zawadi bila kujua kwamba hatari nyingine kubwa ilikuwa tayari imeshatokea nyumbani. Ingawa Zawadi akili yake yote ilikuwa kwa mtoto wake Ian, alihofia usalama wake baada ya vile vitisho alivyokuwa amevipata. Zawadi na Lusi walifika nyumbani kwa Zawadi. Gari liliposimama tu, Zawadi alishuka haraka, hakutaka kumsubiri Lusi. Alifungua geti na kuingia ndani moja kwa moja. Alipofika sebuleni hakuona mtu yeyote, hivyo akaanza kuita, mama, nimerudi mama. Amina! Amina! Hakuna aliyejibu. Zawadi akaanza kuingia kwenye vyumba vyote akiita, huku akizunguka, akaenda jikoni, akaenda chooni, akaingia vyumbani lakini hakukuwa na mtu akatoka nje akaangalia kila upande bado hakukuwa na mtu yeyote hapo zawadi akachanganyikiwa sana Lucy naye alikuwa ameshaingia ndani akamkuta zawadi amesimama uso wake umebadilika vipi zawadi kwani hakuna mtu yeyote hapa ndani Lucy aliuliza zawadi akajibu kwa hofu Nahisi kufa Lucy, hapa ndani hakuna mtu yoyote, sijui kama nao wametekwa kama walivyofanya kwangu, sielewi kabisa. Lucy akamsogelea na kumshika mkono, Tulia kwanza, inabidi twende polisi haraka. Wakiwa wanataka kutoka nje ya geti, Zawadi akamwona kijana mmoja wa jirani wa nyumba ya pili, akamwita haraka, Jamani, unajua familia hapa wamekwenda wapi? Yule kijana akajibu, inawezekana ameenda polisi, maana walikuwa wanatafuta mtoto anasema amepotea. Maneno hayo yakamchanganya Zawadi, akasimama pale. Ndani ya sekunde chache akajua kilichotokea. Amemchukua mtoto wangu jamani! Hapo nguvu zikamwishia. Zawadi akalia sana, kilio cha mama mwenye maumivu na hofu ya kumpoteza mtoto wake. Lucy akamshika mkono akijaribu kumtuliza, lakini maumivu yalikuwa makubwa sana. Zawadi na Lucy walikuwa tayari wanataka kuelekea kituo cha polisi. Wakiwa bado wamesimama pale getini, ghafla gari la Arusha Precious Metals likafika lilikuwa linaendeshwa na Fredi. Fredi alisimamisha gari haraka, akashuka akiwa na mshangao mkubwa alipomwona Zawadi. Akamsogelea kwa haraka, madam, nini kilikupata? Unatafutwa sana. Zawadi akamwangalia macho yake yakiwa yamejaa machozi, akasema, Fredi, hata sijui niseme nini Nasikia mtoto wangu yaani amepotea, mama na Amina wako kituo cha polisi. Fredi akashtuka. Wakiwa bado wanaongea, simu ya Fredi ikaita. Kabla hajaipokea akamwambia zawadi kwa sauti ya uzuni, samahani madamu, nikiwa ofisini namba ngeni ilinipigia. Huyu jamaa akaniambia kwamba nikupe simu, anataka kuongea na wewe lakini nikamwambia kwamba haupo na unatafutwa, akanijibu kwamba nije tu hapa nyumbani, upo hapa. Kwa hiyo ndio maana nimekuja hapa, anataka kuongea na wewe. Kisha Fredi akapokea simu, baada ya sekunde chache akampa zawadi na kusema, anasema nikupatie simu haraka. Fredi akampa simu zawadi. Mara simu ilipogusa sikio lake, sauti ya mwanaume ikasikika, sogea pembeni, nina maelekezo kuhusu mtoto wako kwa haraka. Zawadi akasogea mbali kidogo, akiwaacha Fredi na Lucy wakiwa wamesimama kwa mshangao. Walitaka kujua ni nani aliyekuwa anampigia simu, lakini hawakujua wafanye nini, simu ikiwa video call. Zawadi akaona uso wa yule jamaa, alikuwa amevaa barakoa na kofia, hakuweza kumtambua. Kisha kamera ikahamia upande mwingine, zawadi akamwona mtoto wake Ian aliyekuwa amekaa ndani ya gari dogo la watoto, alionekana anacheza kwa furaha. Kisha yule jamaa akasema, mtoto wako ni naye mimi Usisubutu kwenda kituo chochote cha polisi. Tulia nyumbani kwako, huo ndio utakuwa usalama wa huyu mtoto wako. Zawadi akajaribu kusema chochote, lakini jamaa akamkatiza, ukijaribu kwenda kinyume, jiandae kupokea maiti ya mtoto wako. Zawadi akatetemeka, tafadhali, naomba usimzuru mtoto wangu, tafanya kila unachotaka yule jamaa bila huruma akaendelea kueleza, kama unamtaka mtoto wako abaki salama, kuna mambo matatu lazima uyafanye. Jambo la kwanza, ukanushe kabisa habari za wewe kutekwa. Tengeneza mazingira watu waamini kwamba wewe hukutekwa, ionekane kama ilikuwa ni uongo, drama ama mkanganyiko. Zawadi akajibu sawa, nitafanya hivyo. Cha pili hakuna kwenda polisi, hakuna kutoa taarifa yoyote. Ukifanya kosa dogo tu, mtoto wako ataumia. Zawadi akalia kimya kimya. Cha tatu, nyaraka ulizopewa na Matha hakikisha zinarudi Tanza Coal Mining Limited. Tutakwambia ni lini na wapi. Zawadi akavuta pumzi, huku machozi yakimtoka. Sawa, nitafanya hivyo, mnavyosema vyote nitafanya, tafadhali msimdhuru mtoto wangu. Yule jamaa akacheka kwa dharau na kusema, fanya unachoambiwa, huo ndio utakuwa uhai na usalama wa mtoto wako. Kisha simu ikakatika. Zawadi akabaki amesimama, simu mkononi, machozi yakitiririka. Hakusema chochote. Lusi na Fredi walimwangalia, walijua sasa atakuwa yuko kwenye shida kubwa. Zawadi akasema kwa sauti ya kuvunjika moyo, wamemchukua mtoto wangu. Zawadi akaingia ndani haraka, Lusi akamfuata nyuma. Fredi hakukaa muda mrefu, aliona hali si nzuri, lakini alikuwa anahitajika ofisini, hivyo akaondoka haraka. Walipobaki wawili Lucy akamsogelea Zawadi. Zawadi, wale watu wamekwambia nini? Lucy aliuliza kwa sauti ya wasiwasi. Zawadi akafungua mdomo, lakini sauti haikutoka. Alikumbuka wazi msimamo wa wale watekaji kwamba usimweleze mtu yoyote yule. Usisahau, Zawadi. Utakiwa kumweleza mtu yoyote yule. Akatikisa kichwa taratibu, hakuweza kuongea. Badala yake akaanza kulia. Alilia kimya kimya, machozi yakimtiririka bila kusema neno lolote. Lusi akazidi kuchanganyikiwa. Tafadhali Zawadi, sema kitu. Lakini mawazo yalikuwa yamemzidi uwezo. Ndani ya sekunde chache Zawadi akajikuta amepoteza fahamu, ameanguka sakafuni. Lucy alishtuka sana. Zawadi, Zawadi! Akakimbia haraka jikoni, akachukua maji na kumnyunyizia usoni, lakini hakukuwa na badiliko lolote. Lucy akataka kukimbia nje ili kuomba msaada. Hapo ndipo Mama Patrick na Amina wakaingia. Lucy akamwambia kwa haraka, Mama, Zawadi amepoteza fahamu. Mama Patrick na Amina wakaangaliana kwa mshangao. Zawadi amekuja saa ngapi? Mama Patrick akauliza bila kuchelewa. Wote wakakimbia sebleni, wakamkuta Zawadi amelala sakafuni, huku ajitambui. Kwa haraka wakambeba na kumpeleka hospitali. Baada ya kupata huduma, Zawadi akaanza kufumbua macho polepole pole. Hapo ndipo Aaron akaingia wa udini. Akamkaribia Zawadi akamsalimia kwa upole pole sana, Zawadi. Zawadi akaitikia kwa sauti ya taratibu ikiwa na huzuni, kisha Aaron akaanza kumuuliza Zawadi, niambie ilikwaje ukatekwa? Unawakumbuka waliokuteka? Zawadi akamwangalia Aaron kwa muda mfupi kisha akasema, hapana Aaron, mimi sijawahi kutekwa na mtu yoyote. Maneno yale yalimshangaza sana Aaron, akahisi huenda Zawadi amepata tatizo jingine la kiafya. Ndipo Aaron akamuuliza tena, Zawadi, upo sawa kweli? Zawadi akajibu kwa ukali kidogo, Aaron, unahisi kwamba nimechanganyikiwa? Mi niko sawa kabisa, akili yangu iko timamu. Ninachosema ndio hicho kwamba mimi sijatekwa na sijawahi kutekwa na mtu yoyote. Zawadi akaendelea kusema kwa sauti ya juu, jamani, nahitaji kupumzika, kichwa kinaniuma sana. Hapo ndipo nesi mmoja akaingia na kumwambia Aaron, kaka, mgonjwa huyu anahitaji kupumzika kwa muda mrefu. Aaron akaondoka taratibu akiwa nje ya wodi akajiuliza kimya kimya. Zawadi kapatwa na nini? Majibu yale ya Zawadi yalimwacha Aaron akiwa na maswali mengi.